Namkaribu tena ebwana, hatimaye Paula ameweza kumwonyesha mtoto wake jinsi alivyo, ya sura yake ndio hii hapa. Nadhani ulikuwa natamani kuweza kuifahamu sura ya mtoto wa Paula pamoja na Marioo hatimaye wameweza kuweka sura yake hadharani katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii muda mchache uliopita, Paula pamoja na mamake huyo Kajala waliposhea video hii hapa kuweza kuonekana wakiwa pamoja na mtoto huyo wa Mario ambaye ni Amara, kuweza kuonyesha sura yake jinsi ilivyo kuweza kumuonyesha mtoto huyo jinsi alivyo. Tunafahamu kwamba pia kwa sasa Paula ameweza kubadili dini na kuwa Muislamu. Kuweza kufata dini ya mume wake huyo mtarajiwa, ambaye ni Mario. Kajala ameweza kuridhia ili jambo la mtoto wake kuweza kubadili dini, kufata dini ya mume wake huyo Mario, na habari kubwa ni mtoto wa Paula kuweza kuonekana rasmi katika vyombo vya habari kuweza kuonekana sura yake jinsi alivyo, na ukimtazama vizuri ameweza kufanana na Paula pamoja na babake huyo Mario amechukua pande zote mbili. Hili ni jambo kubwa kwelikweli. Mtoto wa Paula kuweza kuonekana sura yake halisi jinsi ilivyo, ilikuwa ni kiu kubwa ya mashabiki kufahamu mtoto huyo jinsi alivyo, na hatimaye Paula ameamua kuweza kumuweka hadharani kuweza kuonyesha sura ya mtoto wake huyo Amarah. Tunafahamu kwamba tangu Paula ajifungue hatukuwahi kuona sura ya mtoto wake, alikuwa akimwonyesha sehemu zingine, lakini ukija kwenye sura walikuwa wakimficha yeye pamoja na mamake huyo e, Kajara so hatimaye Kajara aliweza kushea posti hii hapa, kama mnavyomuona hapa mtoto huyo hapa, ambaye ameweza kufanana na Paula pamoja na babake huyo Marioo, ukimwangalia macho e, ni ya Paula, na ukija katika nyusi hizo ni za Paula, lakini komo hili hapo ni la babake Marioo, pamoja na mdomo ni wa Marioo. Ukimtazama vizuri, utaona kabisa kwamba mtoto huyu amefanana na wazazi wake wote wawili, amefanana na Marioo pamoja na mamake huyo Paula kuweza kuonekana eh, rasmi katika mitandao mbalimbali ya kijamii Kajara pamoja na Paula kuweza kushare posti hii hapa, ambayo iliweza eh, ku trend muda mchache uliopita wakiwa pamoja na mtoto huyo wa Mario, mjukuu mm, wa Kajara ambaye ni Amara, kuweza kuonekana sura yake kwa mara ya kwanza kabisa, mashabiki kuweza kushuhudia mwonekano harisi kabisa wa sura ya mtoto wa Paula pamoja na Mario. E, bwana asante sana, haya ni machache ambayo tumeendelea kujuza hapa Bongo Mpya Tv kuhusiana na habari kubwa ya mtoto wa Paula. Hatimaye wameamua kuweza kuweka mambo hadharani baada ya kuweza kumficha kwa muda mrefu tangu Paula alipojifungua sbana hatimaye jara pamoja na mtoto wake huyo Paula wameamua kuweza kuweka e, sura halisi ya Amarah, kama unavyomuona huyu hapa e, jinsi gani alivyokuwa e, cuti mtoto wa kike huyu e, Paula ameweza kupata na mume wake huyo mtarajiwa Mario. Na za ndani kabisa, tetesi zilizopo ni kwamba a, Paula tayari E, yupo katika harakati ama maandalizi makubwa ya kuweza kuolewa na Marioo e, kutokana na yeye tayari kwa sasa ameweza kubadili dini na kuwa Muislamu, na pia kwa sasa anatekeleza ibada ya ya funga yuko anafunga kwa kwa ajili ya kuweza kuungana kwa pamoja e, katika jambo hili kubwa la mwezi mtukufu Ramadhani, kuweza kuonekana pia yeye ameweza kubadili dini na kuwa Muislamu kwa ajili ya kuweza kuendana sambamba kabisa na mume wake huyo Marioo katika hichi kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramazani. Kuhusu Kajara, hana shida kabisa. Kajara ameridhia mwanae huyo Paula kuweza kubadili dini, kufuata dini ya mume wake huyo Mario, na ndio maana Kajara kwa sasa amekuwa akijistiri kuweza kuvaa mavazi yenye heshima, yenye stara ambayo yanampendezesha Mario kuweza kuwaona Ee, mke wake huyo mtarajiwa Paula akiwa anajistiri na mama mke wake huyo Kajala akiwa anajistiri. Bwana, asante sana tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto. Pia nikumbushe kubonyeza kubonyeza alama ya neno subscribe ili kuendelea kupata habari zetu. Asante sana kuendelea kuwa nasi.